Um, really hili uh, ni tukio la kihistoria kweli. Saratani ya shingo ya kizazi ni miongoni mwa sababu kuu za vifo vinavyotokana na saratani nchini Kenya, inaathiri sana vibaya watu hasa wanawake. Kulingana na ripoti ya wizara ya afya ya Kenya mwaka 2024, takriban wanawake 6000 waligunduliwa kuwa na saratani ya shingo ya kizazi, kati yao wanawake 3600 walifariki dunia. Hii ni sawa na takribani wanawake kumi hufariki kila siku. Ni idadi kubwa sana ya wanawake wanaokufa saratani ya shingo ya kizazi. Ni saratani hatari sana nchini Kenya. Kwa hiyo kuzinduliwa kwa mpango huu unaotoa mwelekeo wa jinsi ya kuzuia, kugundua mapema na kutibu wanawake ni jambo muhimu sana, umezinduliwa wakati mwafaka sana. Nikamuuliza Dokta Mogga kwamba ni dhahiri shairi saratani ya shingo ya kizazi ina kinga na tiba vilevile, lakini bado wanawake wanaugua na wanakufa, mpango huu utasaidia vipi? Well, the biggest problem is, so say... kwa kweli tatizo kubwa zaidi kuhusu saratani ya shingo ya kizazi ni kwamba wanawake wengi hasa walioko katika maeneo ya vijijini hawana uelewa kuhusu saratani ya shingo ya kizazi. Hawajui kwamba saratani ya shingo ya kizazi inaweza kuzuilika, pia hawajui kwamba saratani ya shingo ya kizazi inaweza kugunduliwa mapema na kutibika. Sehemu kubwa ya tatizo hili pia inatokana na ukweli kwamba huduma hazipatikani kwa urahisi katika maeneo ya karibu nao hasa vijijini. Huduma za uchunguzi zipo na huduma za matibabu zipo, lakini wanawake hulazimika wakati mwingine kutembea umbali mrefu hadi kufika vituo vya afya ambako huduma hizi kwa kawaida hupatikana. Kwa hiyo uzinduzi wa mpango huu ni muhimu sana, kwa sababu unashughulikia changamoto nyingi zinazokabiliwa kwa sasa. Kenya inafuata mpango wa WHO itwao 90 70 90 kwa lengo la kutokomeza saratani ya shingo ya kizazi. Sasa kwa Dokt Moga, namba hizo zina maana gani kwa wanawake na wasichana nchini Kenya? So katika mkakati huu lengo kuu ni kuhakikisha kwamba asilimia 90 ya wasichana wanalindwa dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi kupitia chanjo kabla ya kufikisha umri wa miaka 15 asilimia sabini ya wanawake wanapimwa kwa vipimo vyenye ufanisi wa hali ya juu angalau mara mbili katika maisha yao, na kisha asilimia tisini ya wale wanaobainika kuwa na matokeo yasiyo ya kawaida wanapatiwa matibabu. Kwa hiyo mkakati huu unajikita katika kinga, uchunguzi wa mapema na matibabu, pamoja na kuhakikisha kuna muunganiko mzuri wa huduma za afya. Ukitekelezwa kikamilifu unaweza kusababisha kutokomeza kabisa saratani ya shingo ya kizazi kama ambavyo tumeona katika baadhi ya nchi kama Australia ambayo huenda ikawa miongoni mwa nchi za kwanza kabisa kutokomeza saratani ya shingo ya kizazi kutokana na utekelezaji wa mkakati huu. Chanjo wanayopatiwa watoto wa kike ni HPV yaani, human papilloma virus ambayo sasa Kenya inawapatia kwa mfumo wa dozi moja. Nikataka kufahamu manufaa ya hatua hii. Well, very, uh, kwa kweli WHO adopting... linafurahishwa sana na Wizara ya Afya ya Kenya kwa kuanza kutumia chanjo ya dozi moja. Haya ni mabadiliko ya kihistoria kwa sababu awali chanjo ilikuwa inatolewa kwa dozi mbili kwa tofauti ya miezi sita, na wasichana wengi walikuwa hawarejei kwa dozi ya pili. Kwanza kabisa, sasa hutolewa dozi moja ambayo imethibitishwa kuwa na ufanisi mkubwa. Pili, changamoto zinazohusiana na ufuatiliaji zimekuwa tatizo kubwa, hasa katika maeneo ya vijijini. Hivyo basi, mfumo huu ni rahisi kutekelezwa, ni wa gharama nafuu, na una ufanisi sawa. Nimemuuliza pia Dkt Mogga kuhusu mradi wa huduma jumuishi za saratani kwa wanawake au WICS ambao unatekelezwa kaunti ya Nyadarua na Bungoma nchini Kenya, ni kwa vipi zimekuwa na mafanikio. Well, this is... kwa kweli huu ni moja ya miradi muhimu ambayo WHO imeanzisha. Mradi huu unalenga kujumuisha huduma za uchunguzi wa wanawake katika huduma za kawaida za afya, hasa huduma za msingi zilizo karibu na jamii wanamoishi watu Hivyo mwanamke anapokuja hospitalini iwe ni kwa ajili ya ushauri wa malaria, huduma za kliniki ya wajawazito au huduma nyingine zozote za kawaida, pia hupimwa katika mazingira hayo hayo, akihudumiwa na mhudumu yule yule wa afya. Uchunguzi huu unahusisha saratani ya shingo ya kizazi pamoja na magonjwa mengine yasiyoambukiza kama kisukari na shinikizo la damu. Like akaenda mbali zaidi kuonyesha umuhimu wake. Sehemu nyingine muhimu sana ya mradi huu ni kushirikiana um, na wahamasishaji wa afya ngazi ya jamii. Huduma zinaunganishwa ndani ya mfumo wa wahamasishaji wa afya ya jamii, ambapo wahamasishaji hao hutembelea jamii kutoa elimu vijijini na kuhamasisha huduma hizi. Hivyo watu wanapokuja hospitalini huwa tayari wanafahamu kwamba wanaweza kupimwa na hata wakikosa fursa hiyo wanaweza kuomba huduma. Na mwisho kabisa, nikataka kufahamu iwapo Kenya iko kwenye mwelekeo sahihi wa kutokomeza saratani ya shingo ya kizazi ifikapo mwaka 2030. Ndiyo, nadhani Kenya imeonyesha dhamira kubwa sana ya kisiasa na kiwango kikubwa cha kujitolea. Kwa mfano, mojawapo ya mambo ambayo Kenya imejitolea kuyafanya ni kupatia wasichana chanjo hiyo ya HPV bure bila gharama yoyote. Hili peke yake ni hatua muhimu sana. Chanjo zinapokuwa bure, kinachobaki ni kuangalia jinsi ya kuhamasisha wasichana kupata chanjo, kwa kuwa ni bure kabisa. Hakuna hata shilingi moja ya Kenya inayolipwa kwa ajili ya chanjo hii. Ni dhamira thabiti sana ya kisiasa kutoka Kenya pamoja na utayari wa kuunganisha huduma za afya katika ngazi ya huduma za msingi. Aidha, kwa kuanzishwa kwa mfuko wa huduma za msingi za afya ambao unafadhiliwa na serikali ya kitaifa, inamaanisha kuwa huduma zitakuwa bure katika ngazi ya huduma za msingi. Haya yote ni maamuzi makubwa na ya kishujaa kutoka kwa serikali, ambayo sisi kama washirika tunayachukulia kama hatua muhimu sana, na tunaamini kwa hakika kuwa nchi inaweza kufikia malengo yaliyowekwa ya